Katika maisha haya si kila kitu kiko wazi, si kila aliyetulia hana nguvu, si kila anayenyamaza hana maono. Wengi wetu hufikiri kuwa anayesema sana ndiye anayejua zaidi, hi anayefurahia kuwa katikati ya kila mjadala ndiye kiongozi wa kweli e. Lakini hebu jiulize kwa sekunde chache e. Ni mara ngapi mtu aliyekaa kimya, aliyejizuia, aliyekuona bila kusema, alikushangaza kwa maamuzi yake au ushawishi wake mkubwa? Leo ningependa kukupeleka kwenye safari ya kina e, safari ya kuelewa nguvu ya ukimya kupitia hekima za Sun Tzu, mwanafalsafa na mwandishi wa kitabu cha Art of War kutoka China. Sun Tzu hakusema moja kwa moja kuhusu rafiki mkimya, lakini kila fundisho lake linaonyesha thamani ya ukimya, usiri na uchunguzi wa kina. Anatufundisha kuwa katika maisha na vita, anayeshinda si yule anayepiga kelele nyingi, bali ni yule anayefikiri kabla ya kutenda, anayesubiri wakati sahihi, na anayeficha makali yake hadi yatakapohitajika. Sun Tzu aliwahi kusema: I appear weak when you are strong, and strong when you are weak. Hii ni hekima ya kina. Inamaanisha kuwa kuna nguvu kubwa katika kuonekana mdogo wa kawaida au asiye tishio. Na rafiki mkimya ni mfano kamili wa falsafa hii. Watu wa namna hii hawapendi kusikika, hawalazimishi hoja wala hawaonyeshi hisia kupita kiasi lakini mioyo yao imejaa tafakari na akili zao ni nguzo ya maamuzi mazito. Katika jamii nyingi tunahamasishwa kuwa na sauti, kujiamini, kujieleza, na hilo ni jambo jema hai, lakini pia linaweza kuwa hatari, kwa sababu katika kelele za dunia tunasahau kusikiliza wale wanaonyamaza. Tunawachukulia kama wasio na mchango, tunawaweka pembeni. Na kwa bahati mbaya tunaweza kujikuta tukidharau hazina kubwa ya hekima. Sun Tzu anaendelea kusema, "He who knows when he can fight and when he cannot will be victorious. Yaani, mshindi wa kweli ni yule anayejua ni wakati gani apambane na wakati gani anyamaze. Rafiki mkimya anajua hili. Anaweza kukaa pembeni kwa miaka akikusoma, akikuelewa, akikupima bila hata wewe kujua. Na akiona wakati umefika, hufanya jambo moja tu jepesi, lakini la ajabu linalobadilisha kila kitu. Wakati mwingine tunamchukulia rafiki mkimya kama asiye na msaada, lakini kumbe yeye ndiye hushika kumbukumbu zetu. Yeye ndiye hukumbuka tuliyosema hata miaka miwili iliyopita yeye ndiye ambaye hawezi kukusaliti kwa kishindo, lakini pia akiumizwa, hasemi, hutoweka kimya-kimya, a e. Na tunakuja kujua dhamani yake tukiwa tumeshachelewa. Katika mojawapo ya mafundisho yake ya kina, Sun Tzu alisema all warfare is based on deception, vita vyote hujengwa juu ya ujanja, si nguvu tu na kwa hiyo mtu anayejua kutotangaza kila anachojua ni mtu mwenye nafasi kubwa ya kushinda. Na hili linaenda zaidi ya vita eh, linaingia kwenye maisha ya kila siku, mahusiano, biashara, urafiki, familia na hata siasa. Rafiki mkimya anaweza kuwa ni nguzo yako kubwa eh, au tishio lako kubwa, kutegemea namna unavyomchukulia. Ukimdharau unaweza kumpoteza kabisa. Ukimheshimu unaweza kupata mshirika wa kweli ambaye atakutazama kwa jicho la hekima kila siku. Tunapojifunza kutoka kwa Sun Tzu, tunaelewa kuwa watu walio kimya mara nyingi ni wale waliokomaa zaidi kiakili. Si kwa sababu hawawezi kuongea bali kwa sababu wanajua dhamani ya ukimya. Na kama hujawahi kujiuliza kwa nini mtu fulani kwenye maisha yako haongei sana e, anapenda kusikiliza e, haingii kwenye majibizano ya kawaida e. Basi leo na kuhimiza huu, simdharau. Pengine huyo ndiye mwenye akili kuliko wote kwenye meza. Pengine huyo ndiye mwenye mpango wa maana zaidi. Pengine huyo ndiye ambaye siku moja utamwomba msaada na atakuambia kwa sauti ya upole, nilikuwa na ngoja uone mwenyewe. Sun Tzu anatufundisha kujua nafasi yetu na nafasi za wengine anatufundisha kutambua kuwa nguvu halisi si kelele, ni usikivu, ni uamuzi, ni ukimya wenye mwelekeo. Wakati dunia inazidi kuwa ya kelele, watu wanaopiga kelele zaidi ndio wanaoonekana kuwa na ushawishi zaidi. Lakini kumbuka, maji ya kina huwa hayatoi kelele, na miti mirefu zaidi huanza kama mbegu tulivu ardhini. Ndani ya ukimya wa rafiki wako mkimya, kuna somo, kuna tahadhari na kuna zawadi. Usimchukulie poa mtu kwa sababu hajazungumza. Usifikiri kuwa haoni kwa sababu hajauliza, na zaidi ya yote usifikiri kuwa hana mchango kwa sababu hajaomba nafasi ya kusema. Kwa sababu historia imetufundisha kuwa watu waliobadilisha dunia hawakuwa wale waliopaza sauti zaidi e eh, bali waliokuwa na wazo la ndani wakaenda nalo hatua kwa hatua e, kimya kimya e, hadi likawa mlipuko wa mafanikio. Kwa hiyo leo kabla hujamfutilia mbali yule anayekaa kimya kwenye vikao vyenu e. Yule ambaye hausiki sana kwenye gumzo la WhatsApp e. Yule ambaye ukimuuliza anasema tu tuko poa e. Kumbuka maneno ya Sun Tzu. Na ujue huenda ndani ya ukimya huo ndipo palipo na hekima kubwa zaidi katika maisha yako. Tunataka kufahamu kwa kina ni aina gani za marafiki wa kimya wanatuzunguka e na tufanye nini kuhusu kila mmoja wao kwa sababu ukweli ni huu: kimya kinaweza kuwa baraka e, au onyo, na mtu wa hekima ni yule anayejua tofauti kati ya hizo mbili. Aina ya kwanza, rafiki mkimya mwenye busara, the wise quiet owner. Huyu ni yule ambaye kimya chake kinatokana na akili nyingi. Anachagua maneno kabla hajasema, anasikiliza kabla hajajibu. Hapendi kulazimisha hoja, lakini anayo. Anaelewa watu na anawajua kwa undani kuliko wanavyofikiri. Watu wa aina hii ni baraka. Ukimwamini atakulinda, ukimsikiliza atakufundisha, ukimpa nafasi atakujenga. Lakini ujanja ni huu: usimsukume kuongea. Anapozungumza asikiliza kwa makini. Maneno yake ni haba, lakini yana uzito wa hekima nyingi. Wape watu kama hawa nafasi ya kuchanua polepole. Hawahitaji kuonekana kila wakati, lakini ukitaka nuru ya kweli watakuangazia njia. Aina ya pili, hii rafiki mkimya kwa sababu ya maumivu, the hurt quiet one. Watu hawa huwa kimya kwa sababu wamepitia machungu, usaliti au kuvunjwa moyo. Kimya chao si kwa sababu ya ukomavu, bali ni matokeo ya kutokuamini tena wanaweza kuwa ni watu wa dhati waliowahi kuamini sana tu, wakaumizwa sana, hivyo sasa wanachagua kunyamaza, kujificha na kujilinda. Watu wa aina hii wanahitaji huruma, wanahitaji nafasi salama, wanahitaji urafiki wa kweli, wa kimya kisichohukumu. Ukiona mtu kama huyu, usimlazimishe azungumze, mwonyeshe tu kwamba uko hapo. Uwepo wako unaweza kuwa tiba ya polepole pole kwa majeraha yake. Aina ya tatu, rafiki mkimya kwa sababu ya hofu, the afraid quiet owner. Huyu ni yule anayenyamaza, si kwa sababu hana cha kusema, bali anaogopa. Anaogopa kupingwa, kukosolewa au kuonekana mpumbavu. Watu kama hawa mara nyingi hujikunyata katika makundi, hata kama wana uwezo mkubwa. Kimya chao si cha hekima, ni cha kizuizi kama wewe ni rafiki yake, kazi yako ni kumtia moyo. Mwambie sauti yako ina maana, mawazo yako ni muhimu. Mchochee lakini usimshinikize. Watu kama hawa wakikua, wanaweza kuwa viongozi wa ajabu kwa sababu wanaongozwa na uzoefu wa ndani na si kiburi. Aina ya nne: rafiki mkimya mwenye mipango, the strategic quiet owner. huyu ndiye hatari zaidi kama hutamwelewa. Anaweza kukaa kimya kwa miaka akikusoma, akikusubiri, akijifunza kila kitu kukuhusu lakini lengo lake si kukuinua ni kukutumia. Watu kama hawa hawatoi hisia. Hawatoi ahadi. Hawapendi kujihusisha sana lakini wanajua kila kinachoendelea. Wako kimya si kwa sababu ya heshima au maumivu, wako kimya kwa sababu ya mkakati. Wakiingia kwenye maisha yako wataonekana kama watu wa amani, lakini ukishindwa kuwasoma mapema watakushangaza. Sasa basi, unawezaje kuwagundua? Wanapenda kujua mengi kukuhusu, lakini hawakupi mengi kukuhusu wao. Hawako wazi na mipango yao, lakini wana maswali mengi kuhusu yako. Wakikosea hawajitetei, wanatabasamu tu na kuondoka kimya. Kwa watu kama hawa, weka mipaka. Sikiliza zaidi ya maneno yao, kusoma mienendo yao. Usitoe kila kitu chako kwao hadi ujue wanachojenga ni nini. Weka urafiki wa heshima, lakini si wa kufungua moyo bila kiasi. Kwa hiyo, swali ni hili sasa, tunawajuaje kwa kweli? Hakuna njia ya haraka, lakini ukiwa na utulivu na macho ya ndani, utawatambua. Na hatua za kuchukua ni tatu tu. Moja, tambua aina ya rafiki mkimya aliye katika maisha yako. Mbili, usimlazimishe aseme. Ukimya si udhaifu. Tatu, ukiugundua mkakati au tabia isiyo wazi, ichukua tahadhari. Sio kila mtu ni rafiki kwa roho. Katika dunia yenye kelele nyingi, marafiki wa aina hizi ni wa kipekee. Wengine ni hazina, wengine ni somo. Jifunze kuwasoma kabla hujawahukumu, na kabla hawaja kushangaza. Maisha ni vita, kama alivyosema Sun Tzu, na mshindi ni yule anayeweza kusoma watu bila kuuliza, anayeweza kusikiliza sauti ya kimya, anayeweza kutambua dhamani ya ukimya kabla kelele hazijamchanganya. Kama umevutiwa na mada hii, tunakualika uendelee kuwa nasi kwenye channel hii. Hapa tunazungumza kuhusu hekima, maisha, falsafa, mahusiano na nguvu ya ndani ya mwanadamu. Usisahau kusubscribe, kupenda video hii na kutoa maoni yako eh. Ni ipi kati ya aina hizi nne ya rafiki mkimya umejifunza zaidi leo? Na je unamfahamu mtu kama huyo katika maisha yako? Mpaka wakati huo, sikiliza zaidi, sema kwa busara na tafakari kwa kina.